Mambo yako ya siri ni nini nini, unafichaka kwenye watu wabajui, kisha watakia igundua par surprise. Tengeneza maisha yako vizuri, jipange sawasawa, panga maisha yako sawasawa sawa.

watakutaka nini? Surprise gani itakutiwaka mu vitu yako? Mungu akusaidie utengeneze mambo yako sawa sawa, kwa vitu ya mupya, vitu ya zamani vimwe vyatumikishiwaka, vingine vishakatumikishiwa.